Katika ligi ya championship kwa msimu huu, klabu ya Mtibwa Sugar, shuga klabu kongwe yenye maskani yake huko Manungu, Turiani, imefanikiwa kupanda rasmi kuelekea msimu ujao wa ligi kuu ya NBC Premier League. Na hapa tumeungana naye Tobias Kifaru liga lambwike, afisa habari wa klabu hiyo, na amefunguka jinsi safari ilivyokuwa mpaka kufikia mafanikio haya, na kimekuwa kazi nzito, kazi ambayo umeifanya na hatimaye tumeweza kufanikiwa kurejea kwenye ligi kuu ya NBC baada ya mchezo wetu ukifungana goli moja kwa moja na big man katika uwanja wa ilulu kwani lindi rindi, walitangulia big man kupata goli dakika sitini, na baadaye dakika themanini na mbili kiungwa mshambuliaji bora sana kwenye ligi ya championship magata kaweza kuipatia mtibwa goli hatimaye. Uh, dakika tisini mtibwa moja big man moja na matokeo haya yameweza kututoa kule kutupeleka sasa kucheza ligi kuu msimu una ukuja wa ligi kuu ya NBC kwa matokeo ya jana, huku tukisaliwa na michezo miwili ambayo imesalia. Tutacheza mchezo dhidi ya Transcamp Aprili thelathini, na baada ya hapo, tutacheza mchezo mwingine dhidi ya Kiruvia, mchezo ambao utapigwa nyumbani. Hata michezo hii miwili, huitwa mabingwa wa ligi ya championship. Hivi sasa tayari kikosi kimewasili tayari jijini Dar es Salaam. Tobias Kifaru, sasa mmekwisha kurejea katika ligi ya NBC, pengine mipango ya kuchukua ubingwa katika championship imekaa vipi? Katika mashamba ya miwa huko Manungu Turiani, tumeingia nyeligi kini nye bado tunapambana tuweze kuwa vinaala zaidi. Kuitwa bingwa lazima tupate ushindi, ushindi ambao utapelekea kuwa ndio vinaala mabingwa ligi ya championship. Hakuna kutuzuia, hakuna kutuzuia sisi ni mabingwa, tutaitwa mabingwa, tunaamini asilimia mia moja tangaza kwenye michezo miwili iliyosalia. Sasa Tobias Kifalu, mmesharejea katika ligi kuu ya NBC Premier League, na nyie kama Mtibwa mnachukua tahadhari zipi sasa ili kuhakikisha haya wakuti kama yale yaliyowakuta Kengold, kushuka mapema kabisa katika ligi? Hana historia ndefu kama Mtibwa bwana, si tumecheza ligi kuu miaka takriban ishirini na tisa bila kushuka. Tumechukua ubingwa wa Tanzania misimu miwili, rekodi ambayo haija funja na klabu yoyote kwenye ardhi ya Tanzania. Dar es Salaam Simba Yanga wamefanya hivyo, lakini nje ya Dar es Salaam, klabu pekee ni Mtibwa ambayo iliweza kutoa ubingwa mara mbili mfululizo kwenye nchi hii. Tuna uzoefu mkubwa, tunafahamu, tuna mikiki mikiki ya ligi kuu ya NBC. Tunarudi kwa nguvu mpya, nguvu kubwa, ili tuweze nasi kuonyesha kile ambacho tunakifahamu. Sawa. Sasa tukirejea katika NBC Championship msimu huu, mshambuliaji wenu Raisen Hafiz amekuwa katika vita yake na Andrews Mchimba wa Geita Gold. Je, nyie kama Mtibwa mnamwambia nini, ama mna mipango gani juu ya Raisen Hafiz katika kuwania kiatu cha ufungaji bora? ataendelea kuwa nyota, ameonyesha ame, ame mchango mkubwa ndani ya Mtibwa, na naamini kwa michezo iliyosalia atazidi kuwakimbia wale ambao wanamkimbiza ili kuwa kinara wa wafungaji kwenye ligi ya championship. Tukiachana na vita ya ufungaji bora katika championship, pengine ni lipi neno lako kama ukiwakilisha Mtibwa kuelekea msimu ujao wa ligi kuu, ni salamu zipi unazituma katika ligi kuu? Tobias Kifaru liga la Mbwike, mi niseme tu kwamba tumerejea. Waswahili wanasema si usiomtaka kaja tasi atatukimbia, atatufukuza Tumo sio kazi nyepesi tuliyoifanya, kazi nzito kwa ukuru, kucheza champion na kurudi kwenye ligi kwa. Tunafahamu mikakata iweka kuimarisha timu ili tuweze kurudi kwenye kasi kubwa kwenye ligi kuu ya NBC.